Pamoja na bwana um, Emmanuel hmm. Hapa ndipo mahali wameweza kukimbilia yes, kwenye walikuwa wanaitu, wanaiwa, kwenye walikuja kutafuta usaidizi kwa huyo mkubwa wao yes. Na hapa ndipo huyo mkubwa wao anakuanga, ndipo anafanyanga mambo zake za kishetani yes. Tuwezapo kufika mahali hapa, mtamkuta mtapata, tutapata kuna venye wamewakisha moto hmm. Wamefunga hadi vitamba nyekundu. Daktari atakuwa amefunga vitamba nyekundu, wamezifungia hapo venye, kuna venye wametengeneza hapo mahali wamewakisha moto. Ndio hapo ndipo kwenye wanafanyanga hizo mambo zao za kishetani ndiyo. na Lin na huyo bradhake wameweza kukimbilia mahali hapa, lakini msiogope mambo yataweza kuwa sawa venye tunaenda hapo huo huo, daktari huo mwenye anawatibu huyo mkubwa wao, kuna venye wao wanaamini ni daktari wao kidini yao, lakini hana nguvu tena. Kuna venye watajisikia nimeweza kufika mahali hapa. Juu nguvu zangu na zake, kuna vyenye zitakuwa zinabishana. Kwa hiyo, daktari, ni hapa hapa. Kumbuka hizo ni nguvu mbili, hazipatani. Ni hapa hapa, nitaweza kuwapeleka mara mmoja hadi hapo Ningeomba tuende polepole na mjue kuna mahali tutafika, niwaache nikiweza kuacha mahali hapo, mtatulia hapo mpaka muda mwenye nitakuja niwakujie mimi mwenyewe. Kwa hivyo, daktari, nikuuliza, utatuacha mahali, watakuja watudhuru? Nitawaacha benye mtakuwa na usalama hmm, mahali usalama wenu utakuwa sawa mm -hmm. Hawatawafikia mm -hmm. Hata hawataweza kujua ama mko mahali pale mm -hmm. ndiposa mimi niende nikadili na wao mm -hmm. Alafu mambo yakishakuwa kuwa sawa mm, nitawakujia juu sahii, nikienda na nyinyi kuna venye bado sijaamjakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo tukie tufai kuingia mahali hapo, kwanza tuone mambo ambayo atakuwa anafanya amfai kuingia, lakini mahali nitawaacha mtakuwa mm, mna uwezo wa kuwaangalia mm, venye wanafanya mm, mradi tu msitoke hapo ama msipige kelele yoyote, mkae mm, kama mmenyamaza na kuwaangalia. Mambo yatakuwa sawa. Kwa hivyo, daktari, ulisema huyu utamtibu. Acha aendelee kujikuna hivyo mpaka wakati utaamua, uko na sababu zako, huyo sitamtibu, atakaa hivyo mm-hmm, lakini pia kuna venye ataanza kujisikia ata, a, kuna venye hata sahii anasikia nguvu zake ziko karibu mahali hapa, kwa hivyo atakimbia afike mahali hapo. Lakini nyinyi, hata akikimbia nyinyi, msikuwe na wasiwasi. Yeye atakuwa amekimbililia hapo juu, atakuwa anafikiria ati usalama wake uko hapo, lakini ndivyo mambo yake atakavyokuwa mbaya na mbaya hadi wakati mwenye nitakuja kumsaidia mimi mwenyewe. Kwa hivyo, msikuwe na wasiwasi, nitaweza kuwapeleka moja kwa moja hadi mahali walipo, bora tu mkumbuke, mkae mahali penye nitawaambia, na msipige kelele ndio, msifanye wasi, waache kufanya mambo yao. Ningependa tu tuende kwa utaratibu, ndo wasijue ama tuko mahali hapo, ndio tuweze kuwatazama. Kwa hivyo nakuuliza daktari, wewe ukienda huko wataweza kujua kama umefika hapo? Mimi huyo mm, mkubwa wao ndo atajua niko mahali hapo, mm, akaona walinzi wake. Lakini walinzi wake nao akinalina, watajua ama niko mahali hapo. Huyo mkubwa wao ndo atajua ama nimefika juu, kuna venye atakuwa anasikia nguvu zake zinabishana na nguvu zangu. Sasa yeye ndo ataweza kujua, hao wengine hawataweza kufahamu, na hata pia hawataweza kujua ama nyinyi mko mahali hapa. Kwa hivyo, nia yao ni kwenda kumsaidia kijana aache kuwa mwenda wazimu, ndipo asiendelee na mambo yao. Walikuwa wamefikiria wakikimbililia hapa ndo huyo kijana ataweza kupona. Unajua sai amekuwa mwenda wazimu, wamefikiria ndo atapona, lakini mahali wamekimbililia, sasa ndo mambo yataenda kukuwa mbaya zaidi zaidi zaidi, hadi saa yenye watakuja tu, venye watakuja wapate nguvu zangu, si nguvu za kubishana na wao, ndio watakuja wanyenyekee, alafu sasa ndio mambo yataweza kuwa sawa kwake. Lakini kwa saa hii mambo yake yatazidi kuwa mabaya zaidi na zaidi. Hii ndio hey. Hmm, hapa ndipo wanakimbililianga, hmm. Na si ati ni leo ndo wamekimbililia hapa hmm, saa yoyote ile yenye wako na wanahitaji kufanya mambo yao ya kishetani hmm, hapa ndipo wao huwa wanakuja. Kwa hivyo si ati ni leo tu, lakini daktari anatuhakikishia hmm. kwa kila kitu kitakuwa sawa. Kila kitu itakuwa sawa, ningeomba nyinyi mbaki mahali hapa kila kitu, msikuwe na wasiwasi, kila kitu itakuwa sawa, sawa sawa, sawa eh ee. Msiweze kuwa na wasiwasi, msihuzunike hata kama nitawaacha hapa na niweze kukaribia mahali wako mm. Mambo yatakuwa sawa, hakuna kitu mbaya yenye tawafikia mahali hapa juu, hakuna mtu mwenye, yote anajua mko hapa, mwenye anajua mimi, huyo mkubwa wao ndo anajua mimi niko mahali hapa. Kwa hivyo nyinyi mahali nawaacha, hakuna mtu anajua mko hapo bora tu mkae. Yule amekimbia, jameni, si mbona ameenda. Unajua, amejisikia alikuwa already ameshaingia kwa hiyo dini yao sasa, mm -hmm. vile tumeweza kufika mahali hapa mm -hmm. amejisikia kuwa kuna miungu zenye wanaabudu, kuna uwepo wa hizo miungu zao zenye wanaabudu mm -hmm. na ndizo zimemfanya yeye akimbililie mahali hapo, anafikiriria penye amekimbililia atasaidika mm -hmm. lakini hataweza mm -hmm. kusaidika ndio mambo yake yatazidi kuwa mabaya zaidi kwa na zaidi. Jitulize, kama nafikiri hizo nguvu zao zinamfikia hadi hapo. Wakua, hakuna venye wanaweza waangamiza. Unajua, yeye amefil uwepo wao, mm. juu ye alikuwa oredi ameshaingizwa kwa hiyo chama yao, lakini nyinyi nanyi mkiwa nami, kumbuka kwamba kabla tutoke kwa nyumba yako yenye nimeweza kukurudishia, nimeweza kukupa kinga. Kwa hivyo hauna, hakuna kitu yoyote itakufanyikia. Mkiwa hivyo, hakuna kitu yoyote itawafanyikia. Mimi niko hapa, kitu yoyote mbaya hakuna yenye itawafikia, niko na uwezo wa kuzirudisha hata kabla hazijafika mahali mko. Lakini je, nikuulize mama mke, aki realize mtoke, amekuwa mwendo wazima, yeye mwenyewe hata pia kelele. Sasa yeye hata apige kelele ama asipige kelele hizo, hmm. si kazi zake, juu huyo, kama yeye mwenyewe alijitakia kuingia kwa hiyo kwa hiyo group na yeye alijua na hakumzulia, unasema mama asingie. Mamuke pia anajua hii kitu unafanya hii, alijua, najua alikuja kujua. Hmm, na alijaribu kukanya mtoto wake na akakataa. Sasa juu alimkanya na akakataa, hata akikuja kujua ama ilikuwa hivi na hivi But, sidhani kama mimi mwenyewe sikuwa nafikiri naweza associate na vitu kama hizo hapana. Yeye hakusapoti wakuwe katika hii dini hmm. Kuna venye yeye alijua, lakini alijaribu kumkataza kijana wake na akakuwa anakataa hmm. Alishamuona akamwambia, hizi akampea disadvantages ya hizi vitu, lakini yeye kijana akakataa. Sasa mamake akamwachia maisha yake akae hmm. venye alivyochagua venye alivyochagua So hakuta kuwa na tatizo lolote. Nyinyi mtaweza kubaki mahali hapa, niende ndio niende niweze kumaliza hizo mavitu zao nguvu, nimalizane na wao hizo mashetani zao na hizo miungu zenye wanaabudu, niweze kumalizana nazo, ndiposa mambo yakaweze kuwa sawa. Daktari, mna swali? Hmm, baada ya kumsaidia huyo mume wangu hapo kwa maisha ya usoni, hata kuja kunidhuru hata kuja kukudhuru. Kumbuka kwamba nime, nimeweza kumpanish juu alikuwa ananipinga. Lakini ni, akikuja ku, tukikuja nimtengeneze na akubali kuishi maisha, akubali yeye mwenyewe kutubu, nitaweza pia yeye kumpea kinga katika maisha yake yenye itakuja kumzuilia na mambo mengine yote, na maisha yake itakuwa sawa kama kitambo usione, sana tunakusumbua na maneno. Hata huyu pia akikuliza swali anakuliza swali about Samson. Hmm. Hii pia nakuliza swali about Samson. Samson, hmm. Huyu nimeoa kwao, nimeoa kwao huyu, hmm. pia amelewa na Samson. Sasa lazima tuangalie, hmm. maisha yake namna gani? So, ni kweli kweli. Really mm. Really love him. Really love him yes, so much. Sana. That's why anje tunakuliza hizo maswali mingi. Kama kama utakubali kuendelea kuishi na Samson, itabidi basi yeye mwenyewe akubali ameachana na hayo mambo, ndiposa niweze kuwatengeneza, niwaeke, niwapee kinga na muweze kuishi kwa amani. Lakini kabla yeye mwenyewe hajakubali kuachana na hayo mambo, kumbuka kwanza, siwezi kulazimisha kukaa hapo, na pia siwezi kuambia mrudiane na yeye bado akiwa katika huo ushetani, mpaka wakati yeye mwenye yeye mwenyewe atakuja atubu na aamue yeye mwenyewe ameachana na hayo mambo, ndiposa nikaweze kuwarudishia furaha yenu nikaweze kuwapa kinga, ndipo mkaweze kuishi kama familia. Na sasa akikataa, je, akikataa hakuna ile njia tofauti unaweza tumia kumsaidia nayo? Unajua sasa maisha ni yake na siwezi mlazimisha katika maisha yenye hataki. Kama ataweza kukataa basi, na wewe nitaweza kukuseparate na yeye, nikupee kinga yako na pia nikufungulie, Mungu aweze kukubariki, utapata kazi na Mungu atakuja kukupea mwanaume mwenye atakuwa ni wako, lakini kabla haya mambo yote yaishi, nitakuwa nimezungumza na Mungu na nitakuwa nimejaribu kuongea na Mungu nijue, ama ukweli ukweli huyo ukweli, ni ubavu wako ama si wako. So kabla haya mambo yaishe, nitakuwa nimejua ama huyo ni ubavu wako ama si ubavu wako, juu kama ni ubavu wako hakuna venye mtatengana, na kama si ubavu wako hata nikikupatanisha kupatanisha nitakuwa nafanya kazi ya bure. So, mimi nashukuru

msichana wangu Angie B ndio daktari. Ningependa mkae mahali hapa mwe mmetulia, msipige makelele, tulieni mahali hapo mpaka wakati mwenye nitawakujia mimi wenyewe mwa mahali hapo, sawa sawa daktari? Haya.

Kazi yangu sio kazi ya mchezo, kwa hivyo ni kuamini. Kazi yangu sio mchezo, kwa hivyo ni kuamini.

Shika mkono hiyo, nakwambia, kazi yangu haina aina, natibu Mungu tu. Na hatarenk, kuna nguvu si za kawaida hapa, kuna nguvu, kuna nguvu zinaziangamiza, kuna nguvu zinaziangamiza hapa. Anann sana nilikuambia kijana atakuwa sawa sawa sana. amekuwa fungua macho. kazi ni yangu. Sawa.